Kaunti ya Machakos inasemekana kukumbwa na changamoto tele kwa ukosefu wa dawa na wauguzi. Kamati ya seneti kuhusu afya ikidokeza kuwa serikali ya kaunti imewekeza kwenye hospitali za rufaa na kuacha nyingine nyuma. Sasa wamemtaka gavana kusuluhisha changamoto zilizoko kwenye sekta ya afya. Mwanahabari wetu Mary Kayalo na taarifa hile. Kamati ya seneti kuhusu afya imeendelea na ziara yao ya kukagua hospitali maeneo tofauti, wakizuru katika hospitali za kaunti ya Machakos. Kamati hii ikidokeza kuwa imezuru hospitali tatu katika kaunti hii na kuwa serikali imewekeza juhudi nyingi kwenye hospitali za rufaa na kusaza zingine nyuma. We have visited almost, uh, three

the county hospitals, subcounty subcounty hospitals That that is uh, the river which we have visited and mwala at river level 4 tumeipata in a very critical bad state kwa hivyo hiyo iangaliwe maji wekwe, wagonjwa wahudumiwa vilivyo, na hata usafi udumishwe. Kando na hayo, wameibua uwepo wa ukosefu wa dawa na wauguzi katika baadhi ya hospitali, swala ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda sasa katika kaunti ya Machakos. Ile changamoto ilipo kidogo haswa ni ya madawa. Pale kwa madawa unapata record keeping inakanganyana kidogo, kwa hivyo tungeimiza waweze kuensure zile system za stocks na kila kitu ziko up to date na pia wagonjwa waache kuambiwa wanunue dawa nje, kwa sababu hizo dawa tumeweza kuuliza, uh, uh, pharmacist ambaye ako incharge account, na anasema zile dawa zipo. Kwa hivyo tujaribu sana, nurses wajaribu. Shortage iliyopo hapa, wameeleza ya kwamba ni ya nurses, iko hali ya juu. Umekaa miezi ngapi bila kulipwa? Eh? Aya, plus. plus plus. Ni, nasema tumemlipa. now answer the the question. Started. When did you last pay the contract? I'm one month old and I paid them Sasa jamani, mnajua hii. yes. Hii ni laana. laana. Yes. Yes. Yes. Ni sababu la kama leo tumepata wafanyikazi sh Hawajalipwa miezi tano. Aidha, wamemtaka gavana wa kaunti ya Machakos wa Vinyandeti kuwekeza juhudi za kuhakikisha kuwa changamoto zilizoko kwenye sekta ya afya kaunti hii zinasuluhishwa please fix the gaps because even when you are treating patients don't make our people become patients by having mental problems because you are underpaying them therefore we are calling to order the county government to ensure if you give a contract to somebody follow it up and ensure they deliver on their mandate to the young people of this country Mary Kayalo Undugu TV